ITV imefika katika eneo hilo na kukuta zoezi la ubomuaji likiendelea, pamoja na fremu za wapangaji pembezoni mwa baa hiyo, huku vitu na mali mbalimbali vikitolewa nje, ambapo wakizungumzia hali ilivyokuwa, mmoja ya watoto wa mmiliki wa baa hiyo na wafanyakazi wakasema, sisi hapa tumepata mshtuko, ni kwamba tu asubuhi tumevamiwa na watu wamekuja kubomoa, lakini hatujapewa not, si kwamba tunatakiwa tuondoke Aa, tulipata barua yoyote ke, tumeenda polisi, serikali ya mtaa, tumeenda paka polisi Dian, lakini hamna barua yoyote kutuambia sisi bwana hapa kuna otsi labda au kuna kitu gani, na, na watu kwa tuna kesi nao muda mrefu. Sisi tuna ashira na atangu mwaka 94 tushaenda nao mahakamani mara tatu na kesi tulikuwa tumeshinda zote, kesi tulishindalo, walivyoanza paiamba vile wanafanya kutustukiza tu Yaani walivyokuja wamefanya kutusikiza, hata sijaelewa chochote na nini yani. Hata tumeingia hasara kubwa yani, tusikusema kweli, sababu hata kwenye uokoaji ya vitu, baadhi ya vitu vingine, vitu vingine unakuta vimeshatolewa tayari nje, vingine vimeshapoteapotea potea. Bwana Anania Mrosi ambaye ni msemaji wa upande unaodai kumiliki eneo hilo ulioongoza zoezi hilo la ubomoaji hapa anaeleza hatua mbalimbali zilizofanyika hadi uamuzi huo kuchukuliwa. Eh, kwa sababu ilikuwa ni eneo la mzee Joni watu sasahivi ilikuwa nasimamia na mjane wa mzeiwatu ambaye ni marahemu. Tatizo la muda la siku nyingi na majirani, shida siku nyingi, wana kijiji wa Mwenge wanaelewa kwamaio watu analimiliki yeye, lakini kuna ambaye amekuja kukaa kinyume na utaratibuakuishia hapo, ikamtafuta mwenyekiti wa mtaa wa Mwenge ambaye amekiri kutokuwa na taarifa rasmi ya kuruhusiwa kwa zoezi hilo la ubomoaji . Kiukweli, kama ofisi ya serikali ya mtaa hatuna taarifa, lakini tulipata tu taarifa usiku kutoka kwa wahusika wa Lukani pabu jana kuhusiana na na hiyo taarifa, na tulifika pale kuangalia na tujaribu kuwapigia wenzetu kituo cha polisi Babatini kujua hizo taarifa, lakini wao wakasema taarifa hawana taarifa, nao ni ya kumwamisha mtu yuko Kijitonyama. Lakini kufika asubuhi nikaitwa tena kwenda pale, nikaambia, bwana watu wanakuja, na kama mwenyekiti wa serikali mtaa nilihoji, bwana sisi mbona hatuna taarifa? Hakukuwa na majibu sahihi ya kuambiwa. Kwa hiyo, kama serikali mtaa hatuna taarifa juu ya tukio ambalo limetokea, zoezi la ubomoaji wa baa hili likiendelea katika mtaa wa Lukani, jambo ambalo limeleta taharuki kwa wamiliki, lakini pia na wafanyakazi katika eneo hili. Nikiripoti kutoka mtaa wa Lukani Bamaga, jijini Dar es Salaam, mimi ni Andrew Simbila wa ITV.